Tulia, kwani tatizo ni nini? Nini akanga sumu anasingilana nini kwa umbea? Yuko hapo nje na Cholo anaongea naye nini? Humvuta bange jamani, kwani katoka huko kamfata Cholo? Eh, damku eh. Hey, ungetulia kwanza kuone shughuli, si utulie eh. Shida nini? We kama nani unanituliza mimi, si wewe? Ah, wewe mshenzi nini wewe! <laughs> kosa adabu wewe. Mm -hmm. Dini na huyo mwanao mna kazi tena mkikaa hapo usiku mnaanza amshana kwa ajili ya mtoto wako, sijui kukumbushana maswala ya ndoo. amewauma eh, mwanangu alivyorudi na elimu yake <laughs> <laughs> <laughs> yakeubasumalize hey. maneno hiyo elimu umeiona umeiona hiyo elimu mkononi bibia, sio ngumbalo kama wewe <laughs> yaani kwenye madarasa saba moja, umeshinda umeishi sita <laughs> mdogo wangu kwa sababu yapo tawa mwanangu. <laughs> so na elimu wewe mm, mm. Bibi hebu fanya njoo kwanza, msimbe mdogo, mtu mzima nini, mtu mzima nini, bedui acha mm. We bibi, hebu njoo kwanza, mwanangu, msimbe mdogo, mtu mzima bedui, jamani, maana ukuta soma wenzake tu na kuombea mabaya. Takuje mamdogo. Njoo mwanangu. Maana elimu, elimu, elimu, elimu nde <laughs> <laughs> <laughs> ah. Nakuja ma mdogo, njo mwanangu, mwenyesimama ako elimu yako ya Mpwapwa mnakuchetoa Siwa wage wage. <laughs> Mwada hmm? Wenye migulu mshenzi wewe, safari hii nilembe na nakupeleka mwenyewe kwa mikono yangu. Tunapita njia gani wewe? Utakanikuonyesha njia ya kupita, nyie wawili n

Tulia bibia anakuja, kwani shida nini? Hebu tulia kwanza. Sasa kanga soma anasingira na nini kwa umbea? Bibia yuko hapo na cholo anaongea sasa, anaongea na nini na huyo mvuta bange? Jamani, yakatoka huko, bibia akamfuata Cholo. hmm. Dada hebu tulia kwanza, tulia, tuli uone shughuli <laughs> we kama nani unanituliza mimi? Mshenzi nini wewe? <laughs> we didi, na huyo we mtoto wako, kila wakati mnaongea huko usiku, mnaamshana mnaambizana mambo sala ndo. Bibi amewauma eh, kurudi eh. Mwanangu arudi na elimu mkononi hmm. <laughs> Dada, usimalize maneno. Hiyo elimu mkononi umeiona? usimalize maneno dada. Dada, hebu usimalize maneno. Hiyo elimu mkononi umeiona? <laughs> mwanangu bibi sio ngumbalo kama wewe. Madarasa saba moja amekushinda umeisha la sita kwa sababu ya wanaume. Mwanangu anaye ni mwele. Bibie, hebu njoo kwanza mwanangu, unifumbie mdomo huyu mtu mzima bedui. Nini bedui? Bibie, hebu njoo kwanza mwanangu, unifumbie mdomo huyu mtu mzima bedui mara kutwa kutwa, wewe kusema zako ndio kuombea mabaya. Njoo mwanangu, umbe mama yako ya mpwapwa <laughs> <laughs> elimu yako ya mpwapwa, elimu elimu elimu! Mwadanya miguru eh? <laughs> Mshenzi! Yani we uchizi wako nitakupeleka mwenye mwenyewe sasa hivi kwa mkono wangu milembi.